Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu mola mlezi wa viumbe vyote, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu, mwenye kumiliki siku ya malipo. Wewe tu tunakuabudu na wewe tu tunakuomba msaada. Tuongoe njia iliyonyoka, njia ya uliowaneemesha, siyo ya waliokasirikiwa, wala waliopotea. Surati Alfatiha imeteremka Maka. Sura hii iliteremka Maka kabla ya hijra, kuhamia Mtume sala llahu alaihi wasalama Madina. Imeitwa Alfatiha, yaani kifungulio, kwa kuwa ndiyo sura ya mwanzo katika mpango wa msahafu mtukufu, nayo ni sura ya mwanzo iliyoteremka kwa utimilivu wake. Na sura hii inakusanya jumla yaliyomo katika Kurani, na kama kwamba huu ni muktasari wake na baadaye yatakuja mambo kwa tafsili babu babu babu. Na makusudio ya Qur'ani ni kubainisha tauhidi, upweke wa Mwenyezi Mungu na kubainisha ahadi na bishara kwa muumini mtenda mema na kubainisha ahadi na onyo kwa kafiri na mtenda maovu na kubainisha ibada na kubainisha njia ya kufanikiwa duniani na akhera na hadithi za waliomtii Mwenyezi Mungu wakafuzu na hadithi za waliomwasi wakaangamia. Sura Alfatiha inakusanya kwa ufupi na kwa kuashiria makusudio haya, na kwa hivyo ndiyo ikaitwa pia Umul Kitabu, yani msingi wa kitabu. Sura inaanza kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye hapana anayefaa kuabudiwa ila Yeye aliyesifika kwa kila sifa za ukamilifu na ametakasika na kila la upungufu yeye ndiye mwenye rehema ambaye ananeemesha kwa neema kubwa na ndogo, na ndogo na za kuwapa wote na za kuwapa waliohusika, na yeye ndiye mwenye kusifika kwa sifa ya rehema yenye kudumu. Kauli ya mwanzo aliyosemezwa Mtume sala llahu alayhi wasalam na kuamrishwa na Mwenyezi Mungu ni iqra bismi rabik, yani soma kwa jina la Mola wako Mlezi. Naye Mtume sala llahu alehi wasalam amesema jambo lolote lisiloanziwa kwa bismillahi ni pungufu. Kila sura ya Quran isipokuwa surati Tauba imeanziwa kwa bismillahi rrahmani rrahim. Sifa njema za namna yote na katika kila hali ni za Mwenyezi Mungu pekee, na tunamsifu yeye kwa sifa zote kwa sababu yeye ndiye mwenye kuviumba viumbe vyote na mwenye kuviangalia na kuvilea neno rab kwa kiarabu lina maana ya ubwana na ulezi na utengenezaji ndiyo tukatumia mola mlezi neno baba lina upungufu na yeye ndiye mwenye rehema ya kudumu na rehema inatokana naye ananeemesha kwa neema zote ndogo na kubwa arrahman ni jina lake mwenyezi mungu tu na na hafai mtu hivyo. Na yeye peke yake ndiye mwenye kumiliki siku ya malipo na hisabu, yaani siku ya kiyama. Anafanya atakavyo, wala hapana mwenye kushirikiana naye walau kwa kuonekana tu. Hatumwabudu yeyote ila wewe tu, wala hatutaki msaada kwa yeyote ila kwako tu. Tunakuomba utuwafikishe kuendea njia ya haki na heri na mafanikio na njia hiyo ndiyo ya waja wako uliowawezesha kukuamini wewe na ukawajaalia neema ya uongofu na radhi, siyo njia ya waliostahiki kupata ghadhabu zako na wakaiwachia njia ya haki na kheri, kwa sababu hao wameitupa imani kukuamini wewe na kuelekea kwenye uongofu wako. Hapana katika vitabu vyote vitakatifu vya dini zote dua inayolingana na hii kwa uzuri wake na utimilifu wake. Baada ya kumsifu Mwenyezi Mungu kwa rehema yake isiyo na ukomo wala kipimo na kumshukuru Mola mwenye kuviumba na kuviangalia na kuvilea kwa huruma viumbe vyote na kuhakikisha kuwa tunajua kuwa hapana mungu ila yeye tu wa kuabudiwa na kuombwa msaada na kuwa hapana wa kumwingilia katika ufalme wake na uwezo wake wa kulipa hisabu kwa kila alitendalo mtu, hapo tena ndiyo tunaomba na tunaomba nini? Si mkate wa kula wala riziki yoyote wala jambo lolote la manufaa ya kimwili duniani, bali tunaomba uongofu kwenye njia iliyonyooka, njia ya kumwendea yeye Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Tunaomba tusiende njia waliyofuata wale waliokasirikiwa na Mwenyezi Mungu kwa kuwa walifunzwa wakajua, lakini kwa chuki na jeuri wakakataa kuongoka wala siyo njia ya wale ambao labda kwa ujinga wamepotea. Hiyo kwa mukhtasari, ndiyo duwa ambayo Waislamu wanafunzwa waiombe na wanaiomba mara kadhaa wa kadhaa katika swala zao na katika kila fursa inapotokea.